Mbele yenu Mheshimiwa <coughs> Mussa Azzan Zungu. Ninayo heshima kukuarifu kwamba wabunge wa bunge hili tukufu katika kutekeleza masharti ya ibara ya 84 ibara ndogo ya kwanza ya katiba ya jamhuri ya muungano wa Tanzania walikuchagua wewe Mheshimiwa Mussa Azzan Zungu uwe spika wa bunge hili. Kwa hiyo basi, kutokana na kuchaguliwa kwako, sasa nakuita wewe Mheshimiwa Mussa Azzan Zungu uwape viapo vinavyohusika. Karibu. Mimi Mussa Azzan Zungu nathibitisha kwamba nitakuwa mwaminifu kwa jamhuri ya muungano wa Tanzania kwa kuitumikia kwa moyo wangu wote, na kwamba nitahifadhi, nitalinda na kutetea katiba ya jamhuri ya muungano wa Tanzania kwa mujibu wa sheria iliyowekwa. Ee Mwenyezi Mungu nisaidie.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 mimi nathibitisha kwamba nitatumikia vyema kwa moyo thabiti jamhuri ya muungano wa Tanzania katika kazi zangu kama spika wa Bunge, na katika kutimiza wajibu wa cheo hichi, nitawatendea haki watu wote kwa mujibu wa katiba, kanuni za Bunge na sheria, mila na desturi za jamhuri ya muungano, na kwa hivyo vyote vile sitatoa siri za Bunge. Ewe Mwenyezi Mungu nisaidie Mimi Mussa Azzan Zungu nathibitisha kwamba nitatumikia vyema na kwa moyo thabiti jamhuri ya muungano wa Tanzania katika kazi zangu kama spika wa bunge na katika kutimiza wajibu wa cheo hicho, nitawatendea haki watu wote kwa mujibu wa katiba, kanuni za bunge na sheria, mila na desturi za jamhuri ya muungano, na kwa vyovyote vile sitatoa siri za bunge. Ee Mwenyezi Mungu nisaidie.